Nchi yetu ya Tanzania kwa mwaka wa fedha 2015 2016, tuliingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 161, kwa mwaka mzima yakiwa ni makusanyo ya sekta ya madini. Baada kufanya ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017 ambayo yalipelekea uanzishwaji wa, wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi ambapo hivi sasa tuna masoko 43 na vituo vya ununuzi 102, ilipelekea mchango wa sekta ya madini kuanza kuongezeka mwaka hadi mwaka kuingiza kwenye kapu kuu la serikali kule hazina kutoka bilioni 161 kwa mwaka 2015/2016, hivi sasa sekta ya madini katika mwaka wa fedha uliopita imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni moja, nukta sifuri saba ambayo haijawahi kutokea katika historia tangu masuala ya madini anafanyika hapa nchini kwetu. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo yapatikana chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Eneo la pili, sera ya madini ya mwaka elfu mbili na tisa pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa ulituwekea lengo la kwamba ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano sekta ya madini ichangie kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi. Ndugu zangu mliopo hapa, kabla ya kufika mwaka wa kimalengo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mwaka jana na shirika la takwimu la taifa, sekta ya madini hivi sasa kwa mwaka 2024 inachangia kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi nukta moja, kabla ya mwaka mmoja wa kimalengo. Haya ni mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, naomba sote tumpongeze katika hili. Eneo lingine ambayo nataka nilisemee ni eneo la akiba ya dhahabu kupitia benki kuu. Ndugu zangu wa Tanzania, Tanzania ni miongoni mwa nchi tano Afrika ambazo zinaongoza kwa uzalishaji wa dhahabu. Tanzania kupitia Benki Kuu haikuwemo kwenye orodha ya nchi ambazo zina akiba kubwa ya dhahabu, pamoja na kuwa tuko tano bora katika uzalishaji. Nchi ya kwanza ambayo inaongoza kwa akiba kubwa kabisa ni nchi Algeria. Benki yake kuu ina hifadhi ya dhahabu ya tani 173. Kwa bara la Afrika anaongoza Algeria, na kwenye kumi bora wa mwisho ni Msumbiji, ana tani 3.6 za dhahabu kupitia benki kuu yake. Mheshimiwa Rais aitupa maelekezo ya kufanya marekebisho ya sheria, ukafanya marekebisho ya sheria sheria ya madini tulifanyia marekebisho kifungu cha hamsini na tisa kifungu kidogo cha kwanza na cha pili na kuweka sharti la lazima la mzalishaji yeyote wa dhahabu nchini na madini mengine yote, lazima kutenga kiasi kilichopungua asilimia ishirini kwa ajili ya uyerushaji na kufanyiwa biashara ndani ya nchi sisi tanzania tukaanza utekelezaji wa kifungu hichi tarehe moja mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na nne leo imetimia imetimia mwaka mmoja na siku nane tangu tumeanza kuttogea zoezi hili habari njema ndugu wa tanzania benki kuu yetu ya tanzania mpaka leo wanahifadhi ya dhahabu ya tani kumi na mbili ambayo imenunuliwa ndani ya mwaka mmoja na hivyo kutufanya kumpita Msumbiji na kuingia kwenye kumi bora ndani ya miezi kumi na miwili. Tutasimamia sheria hii na tunaamini ndani ya muda mfupi ujao Tanzania inakwenda kuandika historia kubwa kwenye sekta hii ya madini na hasa kwenye eneo la dhahabu. Ajira hapa ambayo tutapatikana za moja kwa moja ni mia tisa lakini ukizitoa ajira nje ya uzio wa mgodi ni zaidi ya watu elfu nne na mia tano watakwenda kunufaika wakiwemo watoa wa huduma hii. Ni athari chanya ambayo itaachwa hapa Ulanga, na bahati nzuri nimekuja na kamishna wangu wa local content. nimemwelekeza nimemwelekeza migodi yote nchini Kato. Migodi yote nchini kwa mwaka inatumia shilingi trilioni tatu nukta moja kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa na huduma mbalimbali. Nimewapa jukumu watu wa tume ya madini kuhakikisha fedha hii zaidi ya asilimia themanini inabaki nchini Tanzania. Trilioni tatu nukta moja ukiipeleka kwenye uchumi ni jambo kubwa sana. Nataka niwaone Watanzania wako mstari wa mbele kwenye kutoa huduma mbalimbali migodini, kupeleka bidhaa mbalimbali, alikadhalika pia kwa shughuli ambazo mtaomba pia mzisimamie, ndugu zangu wa tume, hapa Mahenge. Nikiwa nikiwa naibu waziri wa kilimo, mimi na Mheshimiwa Bashi tulipata maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuchimba visima elfu sitini na nane nchi nzima kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji Natamani mheshimiwa mkuu wa mkoa mwapange vizuri, wana mahenge hapa, mgodini hapa watahitaji hizo mboga mboga na matunda. Mimi sitaki wastoe nje ya wilaya ya Ulanga. Natamani tuwajengee uwezo wa wananchi hawa kupitia miradi ile inayokuja mikubwa, wanaweza kuchimbiwa visima hapa, wakapangwa vizuri, wakawa ndio wazalishaji wakubwa hizi bidhaa na wakanufaika na mgodi ulioko hapa, na hiyo ndo dhamira daktari Samia Suluhu Hassan eneo lingine ambayo ni manufaa makubwa, mgodi huu una maisha miaka ishirini na sita. Nchi itakwenda kunufaika kwa kupata zaidi ya shilingi trilioni saba ikiwa ni sehemu ya gawio na kodi mbalimbali ukiacha hizi zingine ambazo nimezitamka kwao. Ni mgodi wenye manufaa makubwa sana, lakini pia tunaamini miundombinu itakwenda kubadilika na hii yote itaifanya Ulanga yetu endelee kukua na kukua zaidi kimaendeleo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, eneo lingine ambayo nataka nilisemee ni waongezaji thamani Faru hawatalitoa jiwe kulipeleka nje ya nchi. Tumetunga sheria ya uongezaji thamani madini kwa kuitaka kampuni ya Faru Grafite Patuduisha, communicate na Richard Palmer na John De Vries tumezungumza, lakini nitaka niseme hili kwa Kiswahili ili wananchi mwelewe vizuri zaidi. La kwanza nimesikia wakati mheshimiwa mkuu wa wilaya anasema kuhusu masuala ya fidia mmepiga makofi sana na makofi yenu yaliashiria jambo. Nafahamu Faru Graphite Corporation wametimiza wajibu wao kwa asilimia kubwa na imebaki ujenzi wa nyumba za wale ambao wanaathiriwa na mradi na hili nimewapa nimewapa maelekezo kampuni kwa kikao ambacho kiliitishwa tarehe 18 Septemba wizara ya madini, kuhakikisha wanalikamilisha kwa wakati ili wale wananchi wote ambao wanastahili kujengewa nyumba nyumba zao zikamilike ili waweze kuhamia katika nyumba zao, lakini kwa kipindi hichi yako makubaliano ambayo yalikuwepo, nafikiri mnaendelea kuyaheshimu, hasa yale ya ulipaji wa kodi kwa wananchi wa kusubiri ujenzi wa nyumba. Lakini ya upande wa pili, ambao Graphite ya kampuni ya Duma, ambayo ambayo wenyewe bado hawajafikia zoezi hili -zo kulikamilisha, waliitwa na wenyewe wizarani na nimewapa muda na wamefanya commitment mpaka mwakani mwezi wa sita wamesema watakuwa tayari kwenye zoezi hili kulikamilisha, ili kuwalipa fidia wananchi na wenyewe waanze rasmi shughuli za ujenzi wa mradi katika eneo lao. Na hii ndugu zangu wa wizara, naomba mlisimamie ili liende kutokea na wananchi hao waweze kunufaika na mradi ambao utakuja kwa kulipwa fidia zao stahiki. Lakini ndugu zangu hili tunalofanya leo mradi huu thamani yake kwa pesa ni trilioni moja nukta mbili, yani, mban yani, bilioni elfu moja na mia tatu bilioni elfu moja na mia tatu ndizo hawa ndugu zetu wa Faru wamekusanyika kwa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kuwekeza hapa Mahenge. Huu ni uwekezaji mkubwa mkubwa katika Morogoro yetu ya sasa hivi. Inawezekana na wala sina mashaka, mi ndio mkuu wa mkoa kwamba huu ndio uwekezaji mkubwa kwa sasa kuliko uwekezaji mwingine wote tuliokuwa nao ndani ya Morogoro. Inapokuja hizi fursa, hii ni fursa kubwa. Mi wakati wangu nimeshuhudia, kuna mgodi unaitwa Nyamongo ule, mara kuna mwingine kuzwagi pale Kahama, uliahuru Kahama mind kuna wakati migodi ile ilikuja ilikuwa kama inakuwa kama ni sehemu ya kujifungia wao ndani na kufanya mambo yao. Hata waziri, ukienda unaona kama umeenda meenda ya yani. Leo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kwa makusudi kutengeneza fursa kubwa, kwamba migodi hii inapokuja, hizo ayo matrilioni ya trilioni moja nukta tatu inapokuja fursa zinakuja kujielekeza kwenu nyinyi. Sasa msije baadaye mkasema, ah, unajua, hapana. Mimi ninakuombeni, na waziri uniruhusu kwamba baadaye serikali ya mkoa, afisa mkuu wa mkoa anayeshughulikia masuala ya uwekezaji na biashara, Beatrice yuko pale, watengeneze semina. Beatrice, usma, watengeneze semina ili za kuwawezesha wananchi kutambua fursa zinazokuja na mgodi huu na kuzichangamkia fursa hizo. Mheshimiwa Waziri, we unafahamu kwamba mi naijua hii sekta vizuri, namshukuru Mungu, na mimi nimetumikia hapo ulipokaa wewe kama miaka minne hivi, huko nyuma nilipokuwa kijana zaidi, lakini hii sekta mchango kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa hivi ni kubwa sana, na wewe wewe Anthony Mavunde una mchango mkubwa sana kwenye kuinyanyua sana hii sekta. sisi siku hizi wengine tunaogopa hata kusema kama tulikuwepo kwenye sekta, kwa sababu tukilingalia mafanikio yetu na ya kwako haya hayafanani. Inakuwa kama ile timu moja inayocheza kimataifa sana na wale wengine ambao wanashinda hapa hapa tu.